Yes, mambo vipi bwana? Sawa sawa digito. Hope uko poa kabisa na harakati zinakuwa zinaenda, lakini pia kuna baadhi ya watu harakati haziwezi kwenda kabisa, hasa ni eh, watu wa kutokea Israeli pamoja na Palestina. Unajua kabisa kule kumekuwa kuna machafuko makubwa sana ambayo kuwa, yanakuwa yanatokea katika eh, kipande hicho. Sasa mashambulizi mapya ya anga ya Israeli yameweza kuua makundi ya kiraia eh, kutokea kule Palestina katika shule ambazo eh, zinazohifadhi eh, zinazohifadhi wakimbizi wa lakini pia wa ndani, eh, wa Gaza sasa, sasa huku e, wakosoaji pia wakilaani mpango wa Israel kwa kuweza kudhibiti e, ugawaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda huo, kwa sababu wakiamini kwamba kuna baadhi ya misaada ambayo pia inakuwa inatolewa inakuwa inasababisha e, machafuko hayo kuweza kuendelea. Mtu anaweza kaja kwamba anataka kukusaidia kuweza kutoa misaada fulani, kumbe anakuwa na lake jambo na kuweza kuwa na machafuko makubwa ambayo yanakuwa yanaweza kufanyika e, katika mazingira hayo. Sasa e, taarifa inasema kwamba wakati huo huo rais wa Marekani Donald Trump ameweza kutangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihouthi eh, E, nchini Yemen huko ambapo kunakuwa wanatokea huko sasa baada ya makubaliano hayo pia kuweza kusitisha vita lakini pia waasi hao wameapa kuwa e, kuweza kuendelea mashambulizi dhidi ya Israeli wakisema wanatetea wa Palestina. E, bana wanaendelea e, kuweza e, wa Israeli kuwa na vita na Palestina. Wao kwa upande wao wanasema kwamba wa Palestina lazima waokoke na ndio maana wao wanafanya hivyo machafuko hayo ili kuweza e, kuwatetea. Yapi maoni yako kuhusiana na vita hivi vi, lini vitakoma kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanatokea kila siku? lakini pia stori za e, e, za vita zinakuwa zinaibuka e, mara baada ya kila kitu kuweza kuwa e, kinatokea. Sisi kama Sawa Sawa Digital tuko hapo kupa updates, lakini pia habari kutokea katika mataifa mbalimbali iliweze kutufuatilia e, tunakwambia Sawa Sawa Digital, habari kiganjani mwako.